Kuhusu kanuni za uanzishwaji wa masoko ya maso ya madini na kutoa wajibu kutoa wa majibu ya namna ya kutekeleza kanuni hizo, na kama ambavyo tumesema, nakumbushia tena kwamba zipitieni kwa kina, muone maeneo ambayo yanahitaji pia kuchangia kwa kufanya marekebisho au vinginevyo, toka hapa kanuni zile zimekamilika na isisiz kwa sababu ukizielewa vizuri kanuni hizo utekelezaji wake utakuwa rahisi sana, na lengo tulokusudia la kuanzisha masoko ya madini si tu litakuwa linatimia bali pia tutaliona linaleta tija kwa taifa letu. Ni imani yangu kwamba kupitia kikao hiki cha leo ambacho kimewashirikisha ninyi wakuu wa mikoa, makatibu wa tawala wa mikoa kwa pamoja ya maafisa madini wakazi wa mikoa, tutakuwa tumejenga uelewa mzuri kuhusu kanuni na namna ya kuendesha masoko hayo. Aidha, kama ambavyo niliahidi alipoahidi waziri wa madini kuhakikisha kuwa masomo hayo yanaanza kufanya kazi ndani ya muda mfupi sana, kama ambavyo mheshimiwa Rais aliueleza au alimwagiza tujiridhishe kwa kwamba jambo hili linakamilika kwa haraka sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunawapa haya kwa sababu tunatambua kazi kubwa mnayoifanya kwenye mikoa yetu tumeendelea kushuhudia usimamizi wa shughuli mbalimbali za miradi. Tumeendelea kushuhudia namna ambavyo mnasimamia upatikanaji wa kodi kupitia maeneo yenu. Eh, kule Iringa tumeona msisitizo wa ulipaji kodi. Iringa, Njombe kupitia miradi yetu ya uzalishaji wa magogo kuwa na sitofahamu fahamu, lakini sasa imetengemaa magogo sasa anatoka na kodi zinalipwa kwenye kazi zote hizi ni zema ambazo tunaziona, lakini tumeona pia mnaposimamia uh, sheria mbalimbali kwa zinatekelezwa kwenye maeneo yenu. Ni wajibu ambao tunaona mnafanya kuendeleeni kusimamia tekelezaji wa sheria, jambo zuri. Lakini suala la kilimo tumeanza kuona baada ya wakuu wa mikoa mmesimamia, mnasistiza nabes, na hasa msimu huu ambao mvua ndio zinaanza kunyesha kilimo lazima kifanywe kazi na kila mmoja lazima ashiriki, na tumeona Mheshimiwa kwa mkoa sasa, mnavaa hata ubaruli, nafundisha wakulima jinsi ya kulima kwa mstari, nafundisha hata jinsi ya kuspray dawa. Kwa sababu sasa sitaki kusema niliona wapi, lakini napongeza sana Mheshimiwa kwa mkoa sasa, tunaona kazi hizo zifanye. Suala la uwekezaji nalo naifanyia kazi vizuri sana metenga maeneo na mnesimamia halmashauri zetu kutenga maeneo, na kwa mnapokea wawekezaji kwenye maeneo yenu na kuonyesha maeneo muhimu ya uwekezaji, lakini kusimamia huduma muhimu kwenye maeneo ya uwekezaji. Kazi hizo endelee, tunahitaji kupata mafanikio maeneo yote na mjiridhishe kwamba tupati kuona eneo linakosa fursa ya uwekezaji mwekezaji anakuja anakosa eneo la kuwekeza, kwa sababu tu kuandaa mipaka. Kwa hiyo wale wachache ambao bado wajaelekeza maeneo ya uwekezaji wafanye hivyo, na pale ambapo mna kwazo na sherehe za uwekezaji, ofisi ya waziri mkuu, kurugenzi ya uwekezaji imefungua ofisi za uwekezaji kwenye kanda zote. Mnayo fursa kuwasiliana na mkurugenzi, lakini mnayo fursa kwa mamlaka yenu uasiliana moja kwa moja na waziri wazimuku, wa nchi uwekezaji kutoka ofisa waziri mkuu Mheshimiwa Angela Kairoki weneleli kulikavutia Rwanda kilimo, sehemza madini, tuwe na uwekezaji uliosambaa kwenye maeneo ambayo ni fursa kwa onanchi kwa maeneo yetu. Tumeona pia nauimarisha mahusiano miongoni mwenu wasaidizi wenu wadau wenu kama ambavyo mheshimiwa Rais eh yeah, ameendelea kuimarisha mahusiano ya kitaifa, kutana na wadau mbalimbali kwenye jambo ambalo pia na sisi tunataka tuige kwenye maeneo yetu, kwani matarajio yangu kuona vikao vya namna hivi vikiendeshwa kwenye mikoa yenu, kutana na watendaji wa serikali kukumbushana mambo muhimu, kutana na wadau wa kisekta ili kukumbushana umuhimu wa sekta hiyo miongozo ya kisheria na namna ya kusimamia maeneo haya. Kwa hiyo jambo hilo ni muhimu sana, tusingependa tuone migogoro ya ndani ndani ya watumishi wa serikali, watumishi wa serikali na wadau. Jambo hilo nalo pia sijema sana kule Kilimanjaro baada ya ziara ya mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI na waziri wa nchi utumishi ofisi ya rais utumishi wa umma kuenda kuweka vizuri baadaye, tumaona ngumi zena ofisini uko <laughs> eh? Kilimanjaro huko, lakini naamini sasa kunaanza kuooa baada ya zile ngumi za ofisini. Haipendezi kwa jamii kuona viongozi tunaparuana wenyewe kwa wenyewe, huku jamii hatupeleki lesson nzuri kwao. Tufanya marekebisho ya maeneo haya. Kwa hiyo Kilimanjaro tunaendelea lakini watahadharishe wale wasaidizi wako kuwa mkoa ndio kiongozi mkuu kwenye mkoa. Anapotoa maelekezo kiitifaki, lazima upokee maelekezo. Kwa hiyo endelee kuwakumbusha kwamba mtoa maelekezo ni kiongozi mwenye dhamana kwenye eneo hili. Tunapoanza kubishana mtoa maelekezo, hiyo sio itifaki. Kwa hiyo waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI, maeneo haya yenye watu wasiotambua mamlaka ya viongozi wao wa juu tukiwa tumeshaendesha semina hapa ndani ya namna kuheshimu maelekezo ya viongozi. Huo umeridhika, hujaridhika, kuna namna mzuri ya kufanya marekebisho, lakini sio public. Jambo hili hili tunaoipeleka haina mvuto na ipendezi, si kama viongozi ambao pia tumeshasoma, wasome itifaki. Tumekaa hapa ndani lakini nafanya brush, lakini bado watu wanarudi wanaendelea. Kwa hiyo kuchukua hatua ambayo si muhimu tu mahusiano mwetu, lakini pia tu kwamba tuimarishe mahusiano miongoni mwetu kama mtendaji wa serikali, lakini pia tuimarishe mahusiano kwa kuweka vikao mbalimbali na wadau. Kwa hiyo sisi tumeeee kufarijika kwa maeneo ambayo yanafanya vizuri. Ujumla tuendele, wa ujumla tuendelee uchapa kazi. Mheshimiwa Rais ana matarajio makubwa alipotupa majukumu, anatarajia tutafanya yale ambayo yeye anataka yafanyike, ya na matokeo yaonekane, wa ya na wananchi wanaohudumiwa warivike kwamba kazi hiyo nafanya kama ambavyo Mheshimiwa mawaziri tunaona wazunguka nchi nzima, waetoa msisitizo kwenye maeneo wanayofanyia kazi aseafanyi kazi tunaendeea→ kushirikiana vizuri ili tuweze kupata mafanikio makubwa. Baada ya maku kusema haya yote, yale madini ambayo ndio ilikuwa ni ajenda yetu muhimu ya leo, na pongezi kwa utendaji wenu kwenye maeneo yenu, lakini tumewapa jukumu jipya la kusimamia masoko ya madini na nyie ndio wasimamizi wakuu kushirikiana na maafisa madini. Ni matumaini kwamba haya yote tuyaeleza, pamoja na yale ambayo mnayafanyia kazi sasa tutakwenda kwa kasi zaidi huku wizara sasa ikikamilisha ule mchakato ambao Mheshimiwa Rais ameagiza wa kupata wale wawekezaji watakaokuwa wanachenjua madini kwenye maeneo hayo je, kwa kujenga smelta pamoja na refinery. hiyo kazi ifanywe kwa haraka sana, kwa sababu wale watu tulishakutana nao, tuliwahoji, walionyesha nia, uwezo wa kifedha wanao Taratibu zote za msingi za due diligence za kuwatambua wale wenye kwa makampuni kamakampuni genuine kutoka kwenye nchi zao, tushatumia mabalozi na orodha ya watu makampuni genuine tunayo kwao. Kwa sasa, tuharakishe, tutoe vibali, waanze kujenga kwenye maeneo ambayo yamependekezwa, ili kurahisisha sasa mtandao wote huu, upatikanaji wa upatikanaji wa, wa wa madini sasa, tutakuwa tumefikia hatua mzuri. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, kamilisha hilo na tuweze kufikia basi. Niwashukuru tena nyote kwa kuwa tayari kusikiliza, kupokea maelekezo ambayo tutapata hapa, kushiriki kwenye mjadala ambao utafunguliwa hapa, ili tuweze kufikia hatua nzuri. Niendelee kuwatakia heri kwa maisha, kwa kuishi hapa Dodoma kwa siku ambazo zimeandaliwa.